Kazi na utu sam, kazi na utu Samia, Samia. Mheshimiwa mwenyekiti, wamezungumza hapa walionitangulia, wameeleza mambo mengi yaliyofanywa chini ya uongozi wako mheshimiwa na uongozi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, na yako mambo ambayo ni dhahiri amezungumza hapa mheshimiwa naibu waziri mkuu, akisema kwamba kuna wakati mkoa huu ulikuwa unatizamwa kama mkoa maskini, lakini kwa yote yaliyoelezwa na yaliyofanywa ni wazi kwamba mheshimiwa, kutoka kwenye miamba ya dhahabu hadi mashamba yanayochanua kijani kibichi, Geita ni ardhi ya matumaini na nguvu ya Watanzania. Geita oye! oh ni katika ardhi ya Geita ambapo tumeona jasho la mkulima, bidii ya mfugaji, maarifa ya mchimbaji na hekima za machifu na wazee wetu vimeunganika kutengeneza hadithi ya maendeleo stahimilivu. Geita oye, oye. si si moye oye. Mheshimiwa, chini ya uongozi wako na maelekezo uliotoa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali. Geita sasa ni moyo wa uzalishaji wa taifa letu. Ni mkoa ambao kazi, kujituma na ubunifu vimekuwa ni sehemu muhimu ya kukuza sekta mbalimbali za uchumi, ikiwa ni madini, kilimo, ufugaji, misitu, ujenzi, nishati na usafirishaji. Yote haya Mheshimiwa Mwenyekiti, yametokea chini ya uongozi wako, yametokea chini ya maelekezo yako. Kwa hiyo leo hii tunapozungumzia Geita, tunazungumzia hadithi ya maendeleo ambayo wewe umekuwa kinara chake. Na wapo waliosema kwamba Samia Suluhu Hassan ni daktari bingwa wa maendeleo. Ni kwa sababu hiyo, mheshimiwa, tunaposimama hapa tunasema Samia mitano tena, Samia mitano tena, kwa sababu ameifanya Geita kuwa dhahabu ya Tanzania, sio tu kwa madini bali pia kwa watu wake, kwa fikra zake, kwa viongozi wake ambao leo mheshimiwa utawanadi hawa mbele ya, ya Geita na sisi leo hii mbele ya wananchi hawa wa Geita, na sisi leo hii mheshimiwa, tutakusimamisha wewe kama dhahabu inayong'ara usiku na mchana katika kuchochea maendeleo ya taifa letu. Samia ye Samia ra